Hello, mambo vipi? Naitwa Mwanamboka underscore 255 na hii ni Kimboka 204. Hapa ndipo ilipozaliwa habari. Alika ndugu, jamaa na marafiki, wakaribie mjengoni ambapo habari zinapatikana 24 hours ndani na nje zinasakwa za kiburudani. Bonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe kisha wahalike wapendwa wako watano ukikiwataka wapendwa wako watano wawahalike pia wapendwa wao wengine watano hapo, kwa dakika chache tutakuwa tumemfikia mtu kumi kupitia mkono wa mtu mmoja, ili kuendelea kushow love na kuzifanya ndoto kuwa maisha yetu. Ukurasa wa kwanza wa 204 ya Kimboka, nipo na nyota na msanii wa muziki mzee Uh, tunaendelea kupambana. Harakati namna gani? Okay. Yeah. uh, Mungu anasaidia kila mipango inaenda kama tunapangilia lakini kikubwa okay. uh, kwenye upambanaji lazima ukubali yote mm -hmm. uh, Hongera sana kwa hatua kubwa ya kushiriki kwenye eh, hafla kubwa ya Asante Kigoma. Ah uh, mi namshukuru kwanza mheshimiwa mbunge wa Kigoma a Mjini, Mheshimiwa Baba Levo right. mm -hmm. namshukuru kwa nafasi alionipa nafikiri japokuwa sisi bana Kigoma tujawa na wale watu kama huko kwetu mm -hmm. Lakini kwa ile nafasi anayonipa, nafikiri imetendea ake. Kwa nafasi yangu sijafanya kwa nafasi ya watu wengine, nimefanya kwa nafasi yangu mimi kama nyako kubwa. Nashukuru Mungu kwa hilo kikubwa. Tunaendelea yeah. Kwenye maandalizi yetu yabembe tuzaodi kufika duniani wabembe wote na kuwakumbusha wabembe kwamba lugha yetu ipo na watoto wetu hapo, tunaendelea kupambana yeah. Kubwa tu ile kwamba bado watoto wetu wanaendelea kupambana kupambania mema zetu wote, okay. Sawa, tuanze na Nyago. Kwa yule ambaye ndo mara ya kwanza kabisa anakuona kupitia kukuona na kukusikia kupitia 204 ya Kimboka, Nyago ni nani kwa dakika chache? Uh, ah, Nyago ni msanii uh, ah, Nyago ni msanii, Nyago ni baba wa watoto, Nyago ni uh, <laughs> Nyago ni mchumbake zuu <laughs> <laughs> Nyago, sawa. It Is My Time ni moja kati ya ngoma ambazo zimefungulia dunia kuona unachokitaka uh, labda kuna msanii yote mkubwa mbali alikudm na ukucheki bwana, labda tufanikiwe kufanya It Is My Time remix tukamtolea nje. Wasanii wapo uh, uh, lakini... kwenye unajua hizi kazi zetu kuna ile uoga wa watu unajua Uh, nyago ni talented, nyago ana vitu vingi ambao wasanii wengine wamenyimwa, ambao wana majina makubwa. Sasa katika hii nafasi yangu mimi nimepewa na Mungu, inatakiwa tu niendelee kujipambania ingali kuna watu wanataka kuni support lakini tena wanajitoa, kwa sababu gani? wanaangalia huru kutu kimsukuma, unasema akifika ah, hataachwa mbali. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kupambana kwa njia zetu wenyewe, tuendelee kumwomba Mungu na wale ambao wanaendelea kutusupport tuwashukuru kwa kwa njia yao waliotuonyesha mpaka hapa tulipofikia. Kwa kikubwa, wote wana mchango, lakini kwenye It's My Time Remix bado hajawa msanii, na hata mimi mwenyewe sina tena malengo ya It's My Time Remix, kwa sababu mimi naamini yes. ile ni ngoma kubwa, endelee kuiheshimu kwenye njia zake yeah. na mimi nitatengeneza ngoma zingine Ah, ni kitu ambacho kili nilikuwa nakipenda sana na tena muziki ni, ni, ni, kitu ambacho mimi aitwa ah, niomba sana nitafute waganga wachawi wa nani wanifanyia aitomba ah, tu ni akili yangu nituliza akili bidii yangu nifukase okay. Na mambo nayofanya ndio muziki mbingu, lakini vitu vingine nimewahi kujaribu kufanya mpira, lakini kaja kuona mpira bila uchawi utogoi yeah. Vitu vingine nikafanya bila uchawi utogoa ah, nikaona ya niangalie kwenye muziki muziki, nikaona kwamba hapa ni kipaji na ubunifu yeah. Maana nikibuni vitu vizuri watu watakubali kwa hiyo okay. Nikaanza kupambania muziki mm-hmm tofauti na mziki uh, nini kingine unabacho, una ambacho una unakitegemea kwenye masuala ya kipato nini? Ah, sina swala lingine tofauti na mziki. okay. yeah. mziki pekee ni mziki pekee yani ukini, ukisema tu nifungie mziki au nyago bana, acha kufanya mziki mm -hmm. utakuwa umeua familia yangu zima kwa sababu mimi mama, okay. Wadogo zangu watoto wananitegemea kupitia mziki wangu kwa hiyo ukija ukinifungia mziki wangu umeniua, okay. Yeah. Sawa. So, ah uh, tukirudi nyuma kidogo uh, kabla alikualika Mheshimiwa uh, Baba Levo ambaye uh, kwa sasa ni, ni, ni mbunge uh, wa jimbo la Kigoma mjini. Sawa, alikualika before uh, lakini pia ikaja ikaka, ikatokea ishu ya msiba uh, wa dada yetu ambaye alituacha Victorina Wana. uh, kwanza poleni sana kwa hiyo. Shapoa ndugu yangu. Sawa, na siku zote nasemaga kilicho kisicho riski hakiliki, na siku zote uh, kilicho riski yako hata kama kichelewe ipo siku kitafika. Faino akaja akakualika tena kwa mara ya pili e, ambapo ilikuwa ni awamu sasa ya kuja kutoa shukrani, tukiachana na before ambapo ilikuwa ni kampeni, e, kufungulisha kampeni zake sawa. Um, hii imekujengea ime, ime, ime, ime namna fulani kuwa kama alama ya Kigoma au tegemezi mkoani Kigoma kwa kutaka wewe mara mbili tofauti na vile ambavyo watu walitarajia, wali, wali natamani kujua upande wako hili swala au nafasi zote hizo kutoka kwa mheshimiwa ambaye ni Baba Levo ulizipokeaje? Ah, ni ni yani kwanza ni vitu vya kuniheshimisha, kwa sababu mara ya kwanza nilichukulia tu la mheshimiwa, labda ameona anifikia kwenye nafasi nifikishe nafasi nyingine, kwa sababu mheshimiwa naye alikuwa msanii. Unajua mheshimiwa anavyoona vipaji vingine vinavyopambana kama yeye alikuwa anapambana zamani, anaona kwamba ngoja na mimi nimpe nafasi hiyo afike sehemu fulani. Sasa hii mara ya pili ilikuwa surprise kubwa, kwa sababu sikuamini, kwa sababu kama mara ya kwanza tulizingua, ya pili na hii, unajua wao wao mtu akifariki wa kwao mm. kama amefariki asubuhi, jioni anatakiwa azikwe, na maa mwingine anaendelea. Sasa huko kwetu, si siku tatu siku nne mm. bado hata wiki hey. Kwao kikubwa kwa wao kunielewa, nilikuwa naona kama kama anaona mimi nimezingua, kwa sababu kwa nafasi yangu mimi sio nafasi ya kumzingua yeye e. Na baada ya hapo alikuwa ananipigia watu wake na nini kama na news lakini, kikubwa namshukuru Mungu amenipa ame, ame, ame i tena amenipa zawadi nyingine yeah. ya yakuninda tena kwa mara ya pili. Hii ni heshima kubwa sana, kwa sababu hata mimi kukosa watu wengine hawakuwa anachukulia, na kwenye msiba walisema tu alikuwa amejipostisha yeah. ni vitu kama hivyo Paul mshukuru mheshimiwa, sina mengi ya kusema, lakini kikubwa tu, mm -hmm. tu ameniheshimisha, ameniheshimisha tena sana. mm -hmm. anasema hii ni nafasi ambayo nimejifunza vitu yeah, vingi sana kwa sababu ni mwana mm -hmm. wa sanii wengi alipanda wale wa D Voice, kuna vitu alifanya pale tofauti ambayo nimejifunza, akasema, ina maana mimi nikiongeza hichi kwenye mtiangu nifanya hichi, nitakuwa na nafasi nyingine. Maana ni vitu ambavyo vimeenda kunitengeneza mimi kujua, hapa tunakosea, hapa tunapatia, hapa tunafanya hivi, kwa sababu mimi nienda pakisi na DJ Okay. Sina vitu, yaani vitu vingi ambavyo mimi nilikuwa nivikosa niliona kama hivi vitu vinafanyika katika muziki. Yes. Simenataka ni hivi vitu ni mimi nivirekebishe. Kwa yaani miaka miwili uko mbele na mimi nitakuwa vizuri. Hisi yeah, kati yake tamamu jwana. Okay. Nini yeah, kilikuwa ni muhimu zaidi kwenye maandalizi yako kabla ya show ya Asante Asante Kigoma? Ah, sasa nilipigiwa simu ilikuwa ni yaani siku moja baadaye, siku mbili, siku mbili. Inaniambia eh, bana unatakiwa ujiandae uje Kigoma. Mm. Yeah, so, okay, tu, okay. Yeah. Kutubuiza kwenye stage moja na D Voice pamoja na Dogo Paten uh, kwa hii unaweza ukatuambia uka, uka, uka, uka, uka, uka kuwa kwa upande wako wewe ilikuongezea kitu gani kwanza, I mean, kujiamini na kujielewa kwamba na mimi niko na nafasi gani au na mimi ni mtu gani. Okay. Na tena mimi amenipa ile experience ya kusema kwamba na mimi naweza bana. Kwa nini wao wanawezaje? Na mimi naweza. Kwa kikubwa kuna vitu nimejiongeza ambavyo kwamba nikielekeza watu wengine naona kwa nini wale ni wasanii gani? Tutadharau lakini mimi nimeona ukubwa wao ni watu ambao kwamba ukiwaangalia unasema mm -hmm. Yes. ni ni yes. mm. Yes. Shia wangu bado sisi bado sana. Bado sana. Sababu unasikia mtu ngoma zake zote zinaimba kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yani mtu anaanza mwanzo mpaka mwisho anaimba ngoma. Afu mtu ana vibe na mtu Alafu ukienda kupiga pale, unapiga ngoma mbili au tatu, watu wanazingua wanaimba ta ki kidogo tumefanikiwa kuona video clip ya kwenu kwa moja uh, wewe eh, Malkia Zu eh, lakini pia D Voice pamoja eh, na part, Dogo Paten. Sawa? Yeah. Eh, kuna kitu chochote kilifanyika kama kazi kati yenu watatu? Uh, kazi amna, amna, kwa sababu ni kubwa. Show ambayo umeifanya me, Kigoma sawa, inaweza kubadili mtazamo wa watu wengine kuhusu eh, mtu yoyote mwenye title ya kwa sababu ukimbizi, inaweza. Inaweza. Kwa sababu, ukimbizi mm-hmm. upo aina mbili yeah. Kuna ule ukimbizi ambao mtu ukimbizi wao umezaliwa kwenye ukimbizi, mimi nimezaliwa kwenye ukimbizi wangu. Na maana mimi ukiniuliza Kongo mambo ya Kongo siyajui, mambo ya Tanzania siyajui, sheria za Tanzania sijui, sheria za Kongo sijui, najua sheria za mkimbizi right. na leo vitu. Kwa hiyo kuna muda mimi nikisema bana, mimi sio Mkongo, usinichukie, naongea ukweli. Mimi sio Mtanzania, usinichukie, naongea ukweli. Kwa hiyo mimi ni mtu tu, ina maana naacha sasa kusema bana, mimi ndo kuwa Mtanzania kwanza leo mimi ndo kuwa Mtanzania, mimi nyago leo nikiamua kwanza leo nitakuwa Mtanzania, inawezekana. Kwa hiyo kikubwa tu tuseme kwamba bana, sisi familia zetu ni zile ambazo zinatuogopesha sana yeah maana hivyo unavyofanya hivyo, wewe utakuwa hivyo. Lakini mimi kikubwa nisema tu kwamba ukimbizi sio dola kumfanya mtu mwenye kipaji aache kupambania kipaji chake, endelea right. Kupambania kipaji chako okay. Na kipaji chako kitakupa nchi yako, kwa sababu kila mkimbizi anakuwa anachagua nchi yake yes. Mkimbizi kama mimi ambaye nimezaliwa kwenye ukimbizi, nina haki ya kuchagua nchi yangu ya kuishi right. Mimi sio tena na kwenye yule kama mzazi wangu kosa fulani, mimi ndio yeah. a a mimi ni mkimbizi okay. Yani mzazi wangu kosa alilolifanya yeye la mimi ni kukimbia na kunileta huko kwa mimi sasa nilikuja kuzaliwa huku na mama mimi na haki yangu kujichagulia sehemu ya kuishi. Kwa hiyo niseme tu kikubwa tu tunapambania nafasi zetu za kwenda kuchagua sehemu zetu sisi ni wakina nani. Kwa hiyo kikubwa kimbizi wenzangu ambayo yote ni mkimbizi kama Nyago endelee kupambana. Kwa ni Mheshimiwa Baba Levo alikuwa juu kama mimi ni mkimbizi. Anajua, anajua lakini alinipa nafasi. Ana wote ni wenzetu, ndio tufanye. Kule ana moyo wa kiongozi. Yaani kiongozi anatakiwa asiwe na bagua watu. Na sisi ni familia hata kishukuru changu na tukisikia ni cha Tanzania Sikijui Kikongo mzee wangu, okay. yeah. Sawa so, natamani kujua pia kama kuna changamoto zozote ambazo uh, ulikutana nazo kwenye maandalizi au baada ya show ya Asante Kigoma?

Sawa, na matumaini gani kwa ajili ya miradi yako ijayo, hasa ukizingatia bado ni mkimbizi? Nitaendelea kuwa mkimbizi, bado tutaendelea kupambana, tupaze sauti yetu isikike dunia nzima. Okay. Ishasikika Lolote linawezekana mje wangu okay. yeah. Je, ungependa kuwapa ushauri wowote ndugu zetu au wasanii wenzako, uh, wale ambao wanatamani one day na wenyewe wapande kwenye masteji makubwa kama yale lakini hawajawahi kupata fursa au mwanga, na lipi la kuwashauri? Msanii mdogo anatakiwaga awekee sana kwenye kuandika melodies. yes. na kujitafuta. Kujitafuta ni ile bidii na ile bidii, yani hofii lolote kikubwa wasanii wetu wengi wakipata kuwa na kiasi kidogo cha laki tano shilingi kazao wanatamani uende kufanya kazi zao mjini. Unajua, wanashindwa kuelewa kwamba kule mjini utakutana na tuseme tu wasanii wachanga au tuseme tu msanii kama Chino Kid yes. sanii kama Chino Kid anawekeza muziki wake kwenye mamilioni, wewe yes. Umeona kiasi chako cha laki tano, naamini kweli hata pale mjini utapata nafasi kweli? laki tano yako wewe ni ni nafasi hapa kwetu, tengeneze laki tano yako kutengeneze kwanza watu hapa kwetu, watu hapa wako kwetu wakishaanza kukuelewa ya mingina, kuna nafasi ya kutengeneza kazi nyingine. Hakuna sehemu nyingine tofauti na hapo. Ndio kitu ambacho mimi nianza kupambania, kwa sababu mimi sikuwa ni ile pupa, ile pupa bana. Kwa hiyo ukisema tu mimi nataka na mimi niende mjini nikafanye vizuri. Kweli kwenda kufanya vizuri na mjini hauna connection na mtu yote. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye bado utaenda kujishusha, utafanya vitu vingi, umri na wenyewe unaenda, kisha kuja kurudi kijijini ndio unaanza kulima nini na kama hiyo. Kwa hiyo kwa tu, wasanii wa vumilivu, ukipata nafasi ya kurekodi kama huko vijijini kuna studio, yeah. Rekodi fanya kazi. Right. Amini kwamba sasa hivi natengeneza kitu ambacho kitafikia watu kazi, watu watu kadhaa. Kitafikia watu kadhaa. Natamani nifanye kitu kingine ambacho kitafikia watu wengine. Hivyo na hivyo ndio kitu ambacho mimi nyango kinijenga hivyo vitu kama hivyo, na nakutakuwa na tamaa, kwa sababu hata sasa hivi hakuna mtu ambaye anakataa kuishi mjini mzee wangu. Yes. Kila mtu anatamani na kwenye magorofa. Kwa hiyo kila mtu yuko hivyo, lakini kikubwa, puuza hayo yote, fanya kazi, andika vitu vikubwa hapo hapo ulipo. Sasa hivi dunia iko mkononi kwako, ni, ni simu yako tu, nafanya mambo yako na vitu vinaenda duniani.